Kobe ni mtu ambaye anajamlia, yani hafungi tu from nowhere. Sisi Mwenyezi Mungu ametuleta hapa kwa malengo maalum, inabidi wewe umwabudie Mungu. Wewe usiotaka kumwabudia Mungu na nini? Brother, kuna maisha baada ya maisha haya tunapokwenda ni kuzito kuliko tunakotoka, sikwambie mtu. Yani isikufike pala wewe ukajiona wewe ndio mwamba sasa, hutaki kufanya ibada, hutaki kutenga muda kwa ajili ya kusema na Mungu wako, yani ujulikani wa kanisani wa msikitini wa wapi. Hebu just tenga siku ya kusema na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, hiyo nchi Mungu aijalie na sisi inshallah, sababu mimi ni mtu wa madua, madua mazito mazito. Mimi na madua mazito mazito, mazito, sikwambie mtu. Ndio maana nilikwambia awali, mimi mtu akinikosea siendi kumshtaki polisi, na naamua na tu huyu mtu atoke mshipa awe na jicho moja, akatike mguu, alale wiki ni mshushe ne. Kuna kijana mmoja aliyo kusema haya bana, nilikwenda msiba mmoja uh, ni maka mmoja kidogo uliopita. Pale msibani jana anambia shehe, ongea haraka sana bwana, mvua inanyesha. Nikamwambia nikamwambia mvua it, mvua haitonyesha mimi sikipenzi yake Mungu mm. Mungu, naongea maneno yako kati ya mvua. Kweli mvua haikunyesha. Nilipomaliza nikamwambia kila a kwake ni mbali kila mmoja mm. Asambaratike hapa kimbie, sababu nikitoka hapa mvua inaanza kunyesha mm. mimi ni kipenzi chake Mwenyezi Mungu. Yani niende polisi ah, ni udhalili bwana, unyonge mm. Yani mimi nikakushtaki polisi mm. shi unyonge, nianzeje mimi? Majeshi ninayo nikisema uamki uamki. Ndio maana mtu ukiingia ndani ya 18 yani, ukiingia ndani ya 18 zangu mwanga tunakuzika mm. namwambia tu Mungu, bwana huyu kanipapa. Kuna kijana mmoja aliwahi kumpiga ninafuga fuga mm nafuga fuga paka nao. Paka ni viumbe almost nao paka zaidi ya 500 paka, viumbe ambao watu huogopa mno. Yani nao paka kila rangi unafuga paka eh, na nimeandika pale kwangu, ukimpiga paka wazazi wa mtaa, ukimpiga paka utakalokuta, usiniulize mimi. Wale nawagharamikia, nawalisha, ni viumbe ambao almost napenda kukaa nao, na paka hao wana maajabu makubwa sana. Ndio maana paka kuna mlio na anaulia usiku mchana aulie. Kuna mapaka mengine ambayo wachawi wanayatumia. Kwa hiyo mimi ndivyo nilivyo. Ukimpiga paka unakwenda na maji kwa kijana mmoja akamwambia mkwala hiyo, akampiga paka mkono umejikuja mpaka hivi leo ninavyokuambia. Kuna mtu mmoja alivi haki akasema, bwana yule sio yule yule sio Sharifu, mtu akienda pale afanywe dua basi. Mungu amempiga stroke, hivi ninavyokuambia, yuko ndani anautafuta, ana mwaka, kila siku anapigiwa maombi, lakini wapi. Kwa hiyo just kwamba mimi ni kinena na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anasikia. Kwa hiyo makobe hawa ni watu wabaya sana. Mtu ufunge Ramadhani kwa mwezi mara kwa mwaka mara moja hivi, wote washindwa siku 29 mpaka 30 Tujitahidi bwana, tufunge. Vijana tufunge na tupendane, tuhurumiane. Sisi wa Tanzania tusibaguane kwa dini zetu. Mimi hapa nafuturisha kila siku brazi naftali ya zaidi ya watu 400 mpaka 500 ukija Mkristo utakula, ukija Muislamu utakula, hata ukija una dini utakula, sababu mimi ni shekhe wa watu wote, sio shekhe wa Uislamu tu. Mimi Sharif Ferdaus ni wa watu wote, sio wa watu maalum, na ndivyo nilivyo, na ni kitu ambacho kinanifanya kila siku kuwa kuwa bora zaidi na ni kitu ambacho kinanipandisha chati kila siku ya kwa kwa yaya mm, ya mtu ambayo mtu hawezi kufunga, unakuta mtu ana maradhi makubwa. Muislamu hujija kwa ajili ya kumkhalifisha mtu, lakini pia mwanamke akiwa katika ada yake ile period wanajijua wao zile dalili na wakati naingia na wakati namalizika mpaka yatoke maji meupe najua kwamba periodi ada yake imeisha. Kwa hiyo anatakiwa afanye vipi hapa? Inatakiwa asifunge mtu kama huyu. Lakini pia mtu mwenye ambaye ajabareh aruhusi kufunga, akifunga tu anapata kama thawabu za kawaida. Lakini pia alikadhalika chizi aruhusi kufunga. Ndio maana kila siku nakwambia huu Uislamu ni dini ambayo ina akhlaq, ni dini ya tabia njema, ni dini ya maadili aliyokuwa mema ni dini ambayo hakuna kilichoachwa. Yani sikana kwamba kile utakachofanya utajifanyia, hapana. Kuna sishua, kuna faradhi za funga, kuna vibatilishi vya funga, kuna vitu ambavyo mfungaji hatakiwi kuvifanya, ikiwa kuchekacheka. Yani ukiwa mwenye kuchekacheka ovyo Ramadhani au nafunga, unalijua hilo. Na watu wengi wanajua kufunga ni kujizuia kula tu, a a kufunga iwe iwe fi'lu wa maana, yani kufunga iwe, yani niseme vipi hapa yaani ufunge kivitendo na ufunge kikweli. Yani ufunge kimoyo na ufunge kivitendo, ufunge kimoyo na ufunge kivitendo. Umeelewa? Ufunge kimoyo ki na ufunge kivitendo. anayefu aliyofunga, utakiwi ku, ku, kulandalanda pia kuzurulazurula. Kali yako wapi? yaani unazunguka zunguka tu kama mwandishi wa habari, begi begi mgongoni, unazunguka zunguka tu, elewe. Kwa hiyo inabidi utulie sababu unapotulia ukawa unafanya ibada tasbih, unajiepusha na mambo mengi kiwemo. Wakina mama wanatembea uchi na Ramadhani, majini wanafungwa bra, lakini kuna majini watu ile minari jinatu, wanasi amjaona, wana vimini, wakati mnakuja jani, eh, mtu yana amevaa kimini, unasomu yako baada ya wewe, baada ya kumombea Mungu msamao, wanasema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Na hiyo ni kisa kimoja, hiki naomba nishere na nyie, mkichukua hiki kitawasaidia na mwaka mmoja tu ulikwenda Zanzibar, mwezi mtukufu Ramadhani, tulikwenda mimi na mzee wangu Profesa Bibosman mazinge na mashehe wengine, tulipofika Zanzibar sasa akawa anajisogeza sogeza pale mbele ya mashekhe, jua hawa malaya wakiona mashekhe wana kuna vitu vitu vyao wanafanya, ili weze weze kuingia weze kuingia mtegoni. Na mwanaume aliyokamilika akiona vitu hivyo lazima ashtuke, yani mwanamume, mwanaume ukiona wewe rijal anapita mwanamke alafu ushtuki, a a, wewe utakuwa na matatizo, njoo tukupe dawa, utakuwa una majini mahaba. Oh, mimi sipendi wanawake. Ukiona jitu linasema hivi, hilo shamba. Mwanaume aliyokamilika lazima upende wanawake, sio madem Ngoma na ngoma, sheikh asema tupende mademu? Ah, uchukue chukue mizigo ujichukulie? Hapana, usijichukulie, usijichukulie. Ni vizuri zaidi ukaoa ukakae naye ndani, na kabla hujaoa, utafute mwanamke aliyokuwa bora. Uzuri unazoeleka, tabia haizoeleki, yani uzuri unazoeleka. Ukikosea kumchagua mama bora wa watoto wako, umeyakosea ume maisha. Lengo la ndoa litasukunu, ile tuweze kupata utulivu katika nini, katika ndoa. Katika ndoa yapatikane mapenzi, baada ya kupatikana mapenzi ukawa wewe unayapata makwenzi kwa hiyo, kipatikane raha katika ndoa. Kwa hiyo, yule binti akawa anajisogeza kwa yule yule mzee. Unajua, wanasema uh, yule ni mzee kidogo. Waswahili wanasema, vijana wanasema kwamba ng'ombe azeki maini. Yule mzee kile mzigo ule ukamshtua kila ukisogea mzee anashtuka kidogo. Allahu akbar, astaghfirullah. Basi inachekesha kidogo, lakini ni kisa ambacho cha ukweli. Na tunakwenda yule mzee akamwambia dada Si bora tu ungejifunika halafu, ukifika huko nakofika ukavua. Yule yule dada akamwambia mzee, inakuhusu nini? Basi tumeenda kidogo, tumefikia mbele pale, mdada akachukua simu, anamwambia hebu, mpigie Mungu wako afanye lolote lile analolitaka kia, hebu nyinyi simnajitia mashehe, mpigie Mungu simu yangu, mpigie Mungu. Mungu anapigiwa ukimbipo, anakupigia eh? Basi simu pale akumaliza basi yule dada alikuwa anakwenda kushuka kila kituo ameshindwa kushuka pale mningine, mguu akuja kupata ajali mbaya sana. Tunakuja kusikia katika vyombo vya habari vinatangazwa kwamba chali kafanyaje, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kwa hiyo Ramadhani, Ramadhani tujitahidi sana ku, kwenye kujua vibatilishi vya funga, lakini pia Ramadhani hii inabidi tujitahidi sana kwamba kujikaa sehemu ambazo hazitotuharibia funga zetu. Yani kuna jina ambalo ukijiita utatia watu mashaka, yani wewe uwe mtume utume tunajua kwamba umeishia kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo unapokuja ukatwambia mimi ni mtume unatuchanganya yani, mtume au, au, Mnyakyusa. Aa, a, a, a, amna kitu kama hicho bwana mtume hawezi kuwa Mnyakyusa. Kwa hiyo utume umeishia kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiite vyovyote utakavyojiita bara usifike huko na hata na vi watu, unajua, hata ukiwa unafanya kitu isifikie pahala, yani kile kitu sasa kikakuzidi. Mfano kama sisi vijana, ukauendekeza ujana, ukawa mtu wa kuvaa heleni, mtu wa kutoboa, wa kujichola matatu ya taghalim, naona kama msanii Alkiba, ushakumwona Alkiba? Amechora tatu, amevaa heleni, amevaa mikufu, hakuna amevaa, amevaa vikuku, amevaa nguo ya kike ha, utatutia mashaka. Utavaaje sketi wewe, mtoto wa kiume? Ah si nzuri bwana. Kwa hiyo hawa wapiganaji wa, wapiga, ngumi kuna kijana mmoja uko Tanga anaitwa nani? Hassan Mwakinyi. Ushaye kumwona? Anavaa labda kwamba an, an, anajichola ana, tatu, anajichola katika macho kama anavyojichola watu wa ngumi wengine sio wakina Mandonga. Unakuwa ni mtihani, kwa hiyo usije ukaendekeza jambo au ukafanya madhambi sasa ikawa too much. Hamna malaika, mi nakosea pia na wewe unakosea, ila mbora wetu yule ambaye anarudi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna jambo ambalo unaweza ukafanya, baada ile ikaja kugharimu likakuteki, nikakuteki muda sana. Kwa hiyo isifikie pala. Sasa wengine wananogewa kwa sababu ya sifa, wengine wananogewa kwa sababu ya ulimbukeni wa dunia. Kwa hiyo isifikie pala, mtu kajiita bwana, mimi mtume, unakosea. Kwa hiyo julikane kwamba it is like that, ni kitu kama hicho. Kwa nini wajiita hivyo? wachungaji tu, watu wa pande ya pili, yani wa Kristo, futi na wa Islam, ambao wa sheikh akajiita nabii au mtume, ya wanakosea. Na katika Uislamu ukisubutu kujiita we mtume utakufa mchana kweupe yani. Ukijitangaza mimi mtume u, utakufa baada ya bwana mtume Muhammad sallam, yani hakuna mtume mwingine. Huo ni mpango wake Mwenyezi Mungu. Usitake kujua kwa nini? Utaka kujua kwa nini? Njoo darasani. Na hii ndiyo mipango ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hapana, lakini na hawa pia tunawaombea e, ipendeze leo. Imezoeleka watu kuombea na shari, kwamba yaani hatuoni. Mwenyezi Mungu awajalie wa waweze kuja katika njia iliyokuwa ni nzuri, kwa sababu wanajiita mitume, lakini pia wanafanya kazi za Mungu hawa watu. Na mimi sina desturi ya kuwanenea vibaya watumishi wanaoifanya kazi ya Mungu. Usitaki kunijaji wana hivi na hivi ndivyo nilivyo jue kila mtu ana namna. Kuna watu kuna kulea na kuna kufuga. Kama leo unaona kuna mmomonyoko wa maadili, wazazi wengi leo wamekuwa sio wenye kulea. Chukua hiyo, wazazi wengi wamekuwa sio wenye kulea, ila wazazi wanafuga. Kuna kufuga na kulea. Kwa hiyo, wazazi mjitahidi, mwalee watoto hao, watoto baadaye wasije waka. Unakufa una mtoto wako ame, analasta mpaka kifuani analasta mpaka huko shingoni mpaka mgongoni, akashindwa sasa kuja kukusindikiza katika safari yako ya mwisho ya alafu swali zuri sana Mwenyezi Mungu akubarikie, swali zuri sana, <laughs> swali zuri sana yani zimegongana na hivi ndivyo vinafanya nchi yetu kuwa na baraka. mimi nimetembea sana nchi nyingi sana mataifa mengi sana. Kuna sehemu ambazo unakwenda, marufuku kutembea kuanzia saa kumi. Kuna sehemu unaenda, marufuku kutembea kuanzia saa tisa. Kwa hiyo nchi yetu, na nawaibia siri ambao mnajiuliza mbona Tanzania imekuwa ni nchi ya amani, mbona Tanzania imekuwa ni nchi ya baraka, mbona Tanzania imekuwa ni nchi ya upendo. Hivi ndivyo vinavyosababisha nchi yetu kuwa ni ya amani, nchi yetu kuwa ni nchi ya baraka, nchi yetu kuwa ni nchi ambayo ina mazingira mazuri, ina vivutio vizuri, ni nchi ambayo Allah akbar, maisha yetu ambayo tunaishi tunawazidi, tuna hata wale wanaoishi uraya baridi kule kali waliokuwa Canada waliokuwupo wapi, nchi za wenzetu hawana amani. Kwa hiyo na hivi ndivyo alivyotulea mwalimu wetu baba yetu Mwalimu mwali Julius Kambalage Kambarage Nyerere, yaani yani, mchana, yani, yani, yani amekutuma nani? Yani ndio maana hata kule Zanzibar, mimi napenda sana Zanzibar. Na Mwenyezi Mungu ajalie salama serikali ya Zanzibar ambayo inaongozwa na Rais uh, Dr. Hussein Mwinyi. Mm. Allahu Akbar. Mwinyi huyu Mwenyezi Mungu amjalie na muongeze miaka mingine tena. Wazanzibari wanafaidika sana. Hamna Mzanzibari yoyote wala Mpemba yoyote Unguja na Pemba anayejielewa akamnenea vibaya Hussein Mwinyi. Amebadilisha Zanzibar mpaka flyover iko Zanzibar. Wazanzibari walikuwa, yani wa walikuwa wanakuja Dar es Salaam kushangaa hiyo chukua. Yaani Wazanzibari walikuwa wanakuja Dar es Salaam kushangaa flyover. Wanapanda pale Mbagala wanapiga picha wa Pemba. <mimu> Hami waiona hiyo. <mimu> Lakini Mwinyi leo kawawekea flyover, flyover iko katika ardhi ya Zanzibar. Kwa hiyo wa Pemba sasa hivi, wakija Dar es Salaam walikuwa wanakimbilia kwenye flyover wanapiga picha. Unaniona niko hapa? Kwa hiyo Mwinyi ameiboresha. Hata Zanzibar, Zanzibar kule marufuku kula mchana wa Ramadhani. Na sisi bwana tunaamua, tukiamua tunaweza kwamba mtaani kwetu hapa akipika mtu mchana wa Ramadhani Leo Waislamu wanafunga na wasiokuwa Waislamu na wao wanafanya wa wa wa ibada zao zao. Yani wewe unayekula, unaekula kwa nini usiwe na alhaya, al min alimani kuwa na haya ni kuwa na imani, yani unakuwa hivyo, yani kwa nini unakula mchana? Na kula mchana, si kana kwamba wote wanaokula mchana Ramadhani, na mchana huo kwa kufunga, ibada za kufunga, kana kwamba wana, wana, hawana dharura, wengine wana dharura. Sisi Uislamu sio dini ya kukhalifisha mtu. Mtu aliyokuwa na maradhi haruhusiwi kufunga, mwanamke akiingia katika period, mwanamke ambaye bado hajamaliza damu yake ya nifasi haruhusiwi kufunga, msafiri, safari iwe ya mbali. Unaona Uislamu ulivyokuwa? Hakuna dini nyepesi. Ukimsikia mtu anakuambia dini ya Uislamu ni ngumu, huyo huyo aelewi, yaani huyo aelewi. Hakuna dini nyepesi kama dini ya Kiislamu una safari ya, ya mbali mfano, unatoka hapa safari yako unaenda bara kule sisi nyumbani kule aa, Tabora huko Unyamwizini huko ni mbali, mimi surusi kufunga nikiondoka Tabora sio unatoka hapa unakwenda Kawe au unakwenda Sinza au unakwenda Magomeni, unatoka Mbagar unakwenda Magomeni, sharifu kule ashasema mimi ni msafiri, surusi kufunga, utakuwa unazingua bwana wewe. Kwa hiyo tunatakiwa ufunge na wewe ambaye ufungi Ramadhani unatutia mashaka. Huu ni mwezi uliokuwa na baraka na tukifunga na Wakristo wakafunga. Hivi ni vitu ambavyo vinaifanya nchi yetu kwanza kuwa na utulivu. Leo naona mabaya yamefungwa, makasino yamefungwa, kubeti kumefungwa. Yaani ni raha kabisa. Ukifika muda wa kufuturu, Waislamu wanafuturisha, Wakristo wanafuturisha na ni wa, kuna watu wanawavunja watu moyo. Nadhani ni katika swali ambalo pia ni muhimu, ambalo pia nikiwa nikiulizwa hapa na ndugu yangu kwamba wamekuwa si Waislamu wanatoa nini? wanafuturisha lakini na viongozi mbalimbali pia na wao wanafuturisha pia. Rais wetu Daktari Mama Samia Suluhu Hasan, juzi tumekwenda kufuturu Ikulu, alhamdulillah. Lakini pia Ramadhani ile mwezi mosi, amefuturisha mayatima, sio kuwafuturisha tu, amechukua mkono wake, yeye rais anapakua chakula nawawekea yatima. Yani, Allahu akbar, e, Mungu kweli ni mkubwa. Yenye rais amepakua chakula. Oja ona katika mitandao. Rais anapakua chakula anampa yatima. Mtume anasema atakaemlisha yatima. Siku ya Kiama mimi nitamlisha. Ndio maana rais anazidi kufanya makubwa wanashangaa. Huyu rais anafanya nini? Mwanamke anaweza kuyafanya haya. Yule ametumwa na Mwenyezi Mungu ndio maana kila wanaomdhihaki wan, wan, wanaishia vibaya. Hivi ni haki Mkristo kumfuturisha Muislamu? Akifuturisha Mkristo tunasema Mungu anamlipa. Tusi leo imekuwa kwamba Yaani kwanza tu, tuweke, tuweke udini pembeni. Mkristo anaruhusiwa kufuturisha, Muislamu anaruhusiwa kufuturisha. Tumeelewana? Maadamu anakupa ana chakula kwa ajili ya Mwenyezi si Mungu. Kula usianze kuuliza pesa yake imeipata wapi? Imekuwa Filmasoni, imekuwa nini? Aacha hivyo. La sisi hatuna desturi ya kuapreciateana mambo yaliyokuwa ni mazuri. Eh, yani hatuna desturi ya kuneneana mambo yaliyokuwa mazuri. Tuna pia na moto na pepo kama dura makabila. Mwanangu pita huku. Utakuwa ni mtihani.